Naam, ndugu mtazamaji wa Pafenga Media, kipindi hewani ni kumekucha mtaani. Na hapa leo nakuletea matukio mbalimbali ambayo yanatokea huku bichi, yanayofanywa na hawa mabichi boy. Na hili ni tukio la utangulizi, ambalo linaonekana kijana akiwa na mfosi mwanamke, mpaka mwanamke anakimbia kama hivyo. Tunaanza, tunamwona bichi boy hapo anapita na mapira na jamaa kule akiwa anacheza na yule mwanamke ambaye alimkimbia kule. Wanakuja hapo, wanakuja kununua mapira kama ilivyo, wanakuja kununua mapira ili mradi aende kuogelea. Haya ni mambo ambayo yanatokea bichi, na watu kama hawa ambao wanajitenga peke yao, yani wanajitenga mbali na watu wengi, wanakuwa wana mambo yao ambayo, ambayo wanataka kuyafanya kama unavyoona hapo, ni wapo wapo wapo w, yani wanahesabika wapo sita, ukimwacha jamaa ambaye alikuwa ananunua pila. Kuna jamaa mwingine yule kule, na hawa madada vile vile wapo wapo watatu. Jamaa mwingine huyo hapo ambaye anaingia sasa hivi, na maana wamegawana na huku, na maana wapo wapo huru kufanyia kitu chochote ambacho wanataka kukifanya, na ndio maana wanajitenga kama hivi. Ndugu mtazamaji wa Pafenga Media, endelea kuangalia hii video mpaka mwisho, ili ujionee mwenyewe mambo yanayoendelea huku bichi. Kwa nyinyi ambao mna wake zenu, mna watoto zenu, ambao mna warusu kufika bichi, basi wapeni angalizo na mambo haya ambayo yanaendeleaga huku bichi. Kama hivyo, naona wanaoga wakiwa nafurahi. Na hapo mimi nimeificha kamera yangu kabisa, hawajaiona eh. Kipindi nawachukua wanahisi tu ni jamaa nimekaa tu ovyo ovyo, lakini mimi nipo nadili na wao kwa sababu nimewaona kabisa hawa wanapoendea Watat, watafanya tu mambo ya kijinga, na ndio maana nime- nimekausha unaona. Unaona pale kidogo, alimpiga dole, ndio maana jamaa anamkimbiza amechukua. Uh, ile pila, unaona, hayo ndio mambo yanaendelea huko. Yaani sijajua kama hawa madada na wale washikaji wanafahamiana au au hawafahamiani hawa, lakini inavyoonekana wanaoga pamoja wanafurahi pamoja, na pale kuna dada yule kama ameanza kustuka hivi, lakini ananiona mimi tu ndo naangalia, lakini hapo kama unavyoona hapo udogo wameshajitenga na huyu, na namlazimisha dada kuvaa pila kama hivi, amemvesha pila, nia ampeleke kwenye maji marefu, lakini dada anachomoa anakimbia. Tokana dogo yule pale ajiwezi, anaachana ana nalo hilo jambo, anajifanya anazuga tu, anaoga. Lakini ndo mitego yao huwa wanaanza taratibu taratibu. Naona mejaribu kuwavuta kule mbali kabisa, wanapooga kule, nimewavuta hapo, lakini kamera lenzi ilikuwa ni ndogo, hapa nataka nibadilishe lenzi Ehe. Hapo sasa nimewapata kwa karibu kabisa, naona anaoga kama hivyo, madada watatu kwa inavyoonekana, hawa madada na hawa washikaji yaani yaani, ni sidhani kama walikuja pamoja, sinaona yule dada anachimbachimba mikwara pale, sijui alikuwa anakojoa pale, jamaa amemfuata, kanachimba anachimba mikwara, lakini wametengeneza tu rafiki wa wametengeneza urafiki tu wa wa- haraka haraka wa, wa, wa, wa kutokana, wapo sehemu moja wanaoga pamoja ehe, kama hivyo, naona wanajiachia hapo, walikuwa wanakuja huku, hawajaniona. Kama dada anamuona, anakata kiuno chake kigumu, lakini hawajaniona. Naona wanaendelea hapo kuchomboza, anachombezana kwenye maji mm hawajagutuka bado, kama nawachukua. Naona ule dogo anamfata tena ule dada ee, kama wanakuja huku santemo, wana- wanatoka wanaingia tena kwenye maji kama hivyo, naona nami ee, nachukua na nakata nusunusu -nusu, ili mradi wasinigutukie ee, naona jamaa hapo wanaoga, anaoga nao madada wawili Yani, navyoonekana hawamfahamu. Si unaona jamaa anavomfatafata huyu huyu dada anavomfatafata, namfatafata kwenye makalio, dada anamkimbiakimbia hapo, anamwonesha kidole. Wewe anamwambia, mimi sitaki. Dada yenyewe unavomuona, kama unavomuona, ana balaa zito. Unaona na jamaa huku anasukuma pila lake, huyu dada anamchimbia mikwala jamaa anamfata na anamfata na uyuhukuutafatana uyuhuku yaani, katika sehemu kama hizi si usishangae, haya mambo yanatokea, na ndio maana kama una watoto wako wadogo, basi inabidi ujiazali nao. Kama una mabinti wanasoma, wanafanya nini, basi hakikisha kama wanataka kuja sehemu kama hizi, mtu mkubwa naye unakuja una, una nao naona sababu so, kuna vijana waovyo kama hao wanavyowaona. naona hapo, mambo yanaendelea kama hivi, o cheupe huyo, pakome mm. Pakome amevaa tu kikanga kimoja, sidhani kama ndani amevaa kitu, na yule jamaa kule anawasukuma wale, naona wanacheza kama wanajuana hivi naona, lakini angekuwa wanajuana wasingekuwa wanaogopanaogopana kama hivi. Naona unaogopanaogopana fulani hivi. Basi ndugu mtazamaji, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment hapo kama unaguswa na hivi vitendo ambavyo vinaendelea, usisahau ment hapo na kutuandikia ujumbe. Ehe, ili tuendelee kukuletea matukio kama haya, tukuletee matukio kama haya ambayo yanaendelea katika ufukwe au katika beach. Na hii beach labda mi niwambie, hii ni beach ya, ya South Beach inapatikana ya, ya huku mji mwema Sunrise eh na hapo kama unavyoona, mambo yanaendelea kama hivyo, wanaendelea kuenjoy wenyewe. Lakini hapa kuna mambo yanatengenezwa hapa huku, mwisho wa video huku tutakuja kuona kwa sababu, hadi hapo hadi sasa hivi hawajanigutukia kama mimi hapa nawachukua. Hawajanigutukia kabisa kama mimi nawachukua. Ehe, naona kama hivyo mambo yanaendelea Sio masiala ndugu mtazamaji, wa Pafenga Media unamwona kama huyu jamaa ubinti, kinachofuatia. Kinachofuatia jamaa huyu ana, anaonekana kabisa kashaeleweka unaona, na maana kashamshawishi huyu binti mpaka amemwelewa. Kwa hiyo hapo kinachofuatia, kinachofuatia nini hapo? Hapo kinachofuatia jamaa teleza kama hivyo, unamuona kashamleta katika maji marefu na hapo wanaonekana kabisa wapo wawili tu, kama anamshawishi shawishi, unaona, unaona ameng'ang'ania kuingia kwenye kwenye pila moja unaona unaona eh? ina maana hapo wanafanya kama anacheka, cheka, cheka, lakini huku wamekuja unaona kabisa wamekuja kwenye kwenye kipoli kabisa huku kwenye miti ambayo iliyota ndani ya maji kule Ehe, unaona jamaa anachokifanya unaona hapo eh? Nimewazumu hapo bado hawajaniona, anajifanya kama anataka kumfundisha kuogelea na hilo boya hilo, lakini sasa boya lenyewe dogo, unaona unaona eh? unaona eh? Masiala ndugu mtazamaji wa Pafenga Media. Haya mambo hawa vijana wanayafanya, swaswaswa, hawa mabeach boy ambao wanakodisha haya mapila haya. Unamwona anaendelea kumvuta kule, anaendelea kumpeleka kwenye maji, yule dada analalamika, usimpeleke kwenye maji mengi, basi inatosha. Lakini jamaa bado ana- anamngang'ania kama hivyo, anavyoona hivyo, anaendelea kumng'ang'ania akaa kwenye pila kaa kwenye pila. Lakini hapa inavyoonekana, hapo maji sio mengi sana, ila sasa ni sehemu ambayo kidogo imejificha. Kwa hiyo, hapa anatengeneza tekniki za kumvuta kwenye maji mengi. Unaona, huyo ndiye anataka kuingia. Unaona, unaona, unaona, unaona, unaona, naona jama alivyokuwa shenzi. Sema boya linawakataa kama hivi, dada amekimbia. Mtazamaji wa Pafenga Media, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, tuendelee kuwaletea vitu vingine vizuri vizuri kama hivi. Asante sana.